Haitakikani kwa mtoto kumsimbulia mzee wake baba yake au mama yake kwa wema aliomfanyia, kwamba mimi nimewajengea nyumba, bado hamna shukurani, hadha kalamu bathi. Haya e, maneno siya sawa kwa mtoto, mtoto kumlembea mzazi wake e, mahma atakavyokuwa mzee wako, mnahisi kwamba amekukera kiasi gani na e, amekuudhi kiasi gani, chunga maneno ya kuongea Haitakikani kufikia hatua mtoto ukasema kwamba wazee wengine bwana, wazazi wengine hamna shukurani, mimi nimejitahidi, nimewajengea nyumba, nimewafanyia kadha, nimekununulia gari, lakini bado huna shukurani. Kitendo cha kuelezea wema uliomfanyia mzazi wako ni katika huququl walidain kwa sababu kwa namna yoyote mtoto atakavyojitahidi kufanya juhudi zake kuwasaidia wazee wake, hata kama atafanya nini, hata kama utakuwa ni mwenye kuwasaidia wazee, unambeba baba yako au mama yako katika mgongo wako katika mabega yako, anapokuwa amefikia hatua ya, ya utu uzima au ni mgonjwa ukawa ni mwenye kumhudumia, unambeba mgongoni, unampeleka hospitali, au unamtoa chumbani, unampeleka chooni. Eh, unamkalisha katika sinki ukawa ni mwenye kumnawisha mzazi wako. Pamoja na kufanya haya yote, hautafikia wema waliokufanyia abadan, hautafikia wema waliokufanyia.